Kwanza mshukuruni Mungu sana kwa kustafu mkiwa na afya njema, na mshukuruni Mungu sana kwa kustafu mkiwa bado mna akili timamu, na mshukuruni Mungu sana kwa kustafu mkiwa mmejenga familia imara. Hiyo ndio hotuba yangu na ndo nimeishia hapo, lakini nataka tumsimame wote tuwaunge mkono hawa wenzetu hapa yeah naomba wimbo wa Madilu System wala jeni au kitamba cheupe, kila mmoja asimame hapa, wasistili ako nyuma musogie mbele, hiyo ni amri sasa e. Nitashangaa afande mkuu mkuu wa mkoa aseme, alafu mmoja awo amekaa huko <totipos>